Tukielekea kaunti namba 25 ni kwamba jamaa za familia moja inayolilia haki tangu kuuawa kwa mwana wao mapema mwaka huu katika kaunti ya Samburu, wanahofia usalama wao, wakidai kutishwa na watu wasiojulikana kupitia njia ya simu. Kwa mengi zaidi, huyu hapa Bonifas Barasa hata akanishika tu na akaweka nduru tatu na akaniambia, mama, mimi nimeenda hivyo tu na mtoto wangu akaenda hivyo. Ndicho kilio cha Margaret Lenduda, mama alimpoteza mwanawe kwa mtutu wa bunduki mapema mwaka huu katika kijiji cha Ngano, Samburu Magharibi, akisimulia kupokea vitisho kila mara kutoka kwa watu wasiowafahamu hali inayoibua upya makovu ya kifo cha mwanawe. Mimi naofea hii watu kwa sababu wanasarudi tena kuja kunifanyia kitendo kama hiyo. Sababu watanipigianga hata simu na private number na siwajui ni hao watu, ni watu gani. Na hao watu nasikia hata hajashikwa watu wote. Ii watu anasumbua ee eh, kila siku, kila siku masimu, hata anakuja tu kuzunguka hapo inje eh, sasa mama karibu kuama kwa, kwa kuenda kwa kabisa, si ndio nasoea e eh, uh, ngoja tu kidogo. Baadhi ya jamaa za familia wamedai vitisho hivyo vya kila mara vimemtia kiwewe na kumshinikiza kuwazia kukimbia makao yake, jamii ikiwa na wakati mgomo kumzuia. Na sasa wanashinikiza kutiwa mbaroni kwa washukiwa wa mauaji mwana wao waliosalia huru. Anaofia sana, kila wakati unaambia, tuka alikuwa anataka kuhama hata kutoka hapa kabisa, atoke nyumbani kwa sababu ya hiyo hofu. an an anaofia sana maisha yake, maisha yake anaona kama iko hatarini sana, so naomba tu tafadhalini mtusaidie kwa sababu sisi tumeng'angana na serikali tumeng'angana kuchikana na hawa mpaka hao wawili wakachikana wakapatikana. So tunataka wate, tena hao watatu wenye wamebaki, kwa sababu watu walikuwa watano. Hao watatu tena wamebaki, serikali wachukue hatua, wachike aa, wengine wote wajashikwa bado. Sasa tunakaa tunaka, tunaofia sana, kwa hivyo maisha yetu iko hatarini, maanake kila wakati saa yote tunasapata maneno ile si mazuri Kwaifu, sarakari. Kwa hivyo tunaomba serikali waingie ka na utusaidie. Kisa hicho kimeripotiwa katika kituo cha polisi cha Maralal. Jamaa hawa wanapoelezea kutishiwa maisha ni hali ambayo inazidisha hofu miongoni mwao kila kukicha, na kile wanachoshinikiza ni kutiwa mbaroni kwa washukiwa. Bonfas Barasa Roninga, Citizen, gatuzi la Samburu.